Lakini mwenyekiti wa kijiji, tunaendelea kushukuru wewe na wananchi wako kwa kuendelea kujitolea nguvu kuweza kuhakikisha minara yote ambayo imekwama inaweza kukwamuliwa, na wananchi wanatoa nguvu zao katika kusaidia vifaa, na pale ambapo kuna kazi nyingine kama alivyosema mkuu wa wilaya, ambayo zingeweza kuwa na ujira, basi na wenyewe wanapata riski. Lakini tulikuwa tumeomba sana zile kazi ambazo zingefanya mnara wa Idete uhame, kwa sababu vifaa vimeshafika pale chini, haviwezi kufika pale juu kilimani zile tungependa wananchi nchi nzima wajitolee nguvu zao ili minara hii iweze kujengwa, na ndio maana leo nimefika kuhamasisha jambo hili, na mimi nimefanya kazi ya kupakia vifaa, wataalamu wangu wamefanya kazi ya kubeba vifaa ili kuonyesha kwamba nchi hii itajengwa na Watanzania wenyewe. Serikali ya Dokta Samia Suluhu Hassan imetoa pesa nyingi, imenunua vifaa, imelipa wataalamu, lakini ilitegemea pale vifaa vilipofika na gari tungeweza kujenga mnara pale, lakini vipimo vimetuonyesha mita 800 juu ya mlima ambapo hakuna gari inaweza kufika. Lazima wananchi tujitolee nguvu zetu. <coughs> kwa mwenyekiti wa kijiji, nakupongeza wewe kwa niaba ya viti wa vijiji wote nchi nzima, na nanawapongeza tena waheshimua wabunge wote nchi nzima ambao niambia Mheshimiwa Waziri, hakuna mnara utakaohama minara yote itajengwa na tutahamasisha wananchi wajitolee nguvu zao kufikisha vifaa hivi minara iweze kujengwa. Mimi naamini kabisa kwamba kazi hii ya kuleta mawasiliano kama alivyosema mheshimiwa mkuu wa wilaya, sisi tuliokasimiwa na mheshimiwa Rais kusimamia kwa niaba yake, tutaifanya usiku na mchana, tutaifanya kwenye maeneo yote, bila kujali umbali wa eneo, katika kuhakikisha inakamilika kwa wakati, na nia ya Rais ya kuhakikisha wananchi wanapata mawasiliano inatimia, na wananchi wote wanapata mawasiliano. Ndugu zangu, wananchi wenzangu, kama nilivyosema, nilikuja kujionea kwa macho, nimeona mnara ule. Niwapongeze wenzetu wa Airtel na wakandarasi wake na wenzetu wa minara kwa kazi mnayoifanya niwaombe yale makubaliano tuliyowekeana tarehe moja mwezi wa nne tarehe kumi na tano mwezi wa nne basi miyatimize.